Michikichi kwa sababu mchikichi ni sawa sawa na mnazi ni... mm -hmm. mm -hmm. kwa hivyo na imani sehemu kubwa inaota, tunapanda michikichi kwa wingi na tunazo hizo program za michikichi na si lazima kwa mashamba ya michikichi hi, vile vile mtu ana michikichi yake mitano, kumi, ishirini, na huyu ana hichi hivyo hivyo, ukija ukihesabu unakuta iko iko ya kutosha na una process, watu hapa wana viwanda vidogo vidogo unaona, na kucreate ajira sasa. Viwanda vidogo vidogo vya vya michikichi eh, wanapata ma, mafuta wanapata nini chikichi hizo nyingine, machicha yake wale wanatengeneza sabuni. Kwa hivyo ina create job opportunity eh. Kwa hivyo kama mnaweza ile kwenda kulishauri, jamani, kuanzisha process program ya kupanda michikichi kama minazi vile, sisi tumeiua na zamani, mlikuwa maarufu kwa kutoa mafuta ya nazi na mpaka chicha mlikuwa mnauza, najua, lakini sasa hivi haiwezekani tena. Sisi tunazalisha wenye miche, kuna miche, mbegu zinatoka Kigoma huko, michikichi ya kisiku hizi na za haraka na vitu vingine, na production yield yake ni kubwa. Ni program, tukilifanya hilo, bado tutakwenda kusaidia Zanzibar. Ziara yetu tena baadaye ukiachia yale maghala ikaishia kwenye um, kule KPL. E, mm, ambako ako SUMA mm, SUMA, kusema kweli lile eneo ako vizuri, hakuna mm, mashine ambayo pengine utahitaji kwa ajili ya kutosa mpunga, kwa ajili ya kulina mpunga, kwa ajili ya k ambayo utaikosa pale tu kwa ajili ya uzalishaji wa mpunga, ukoboaji wa mpunga, na packaging na kila kitu kiko vizuri pale, maanake wenyewe SUMA JKT wana mpaka mifuko ya kwao kama ilivyoili, na hapa wana, wana nani. Kwa hiyo tulikuwa na mawazo kwamba tunatumia facility za JKT kwa makubaliano. Lingine ambalo nilikuwa nali katika mazungumzo na wakuu wa wilaya huu mkoa unaenda kuwa katika big five oh, u yakitekeleza yale nayaona kilimo, kwa sababu kuna mazao ambayo strategically wenyewe wanayainisha kama matano makubwa ambayo yanakuwa uzalishaji wake yanakuwa, hata tukitaka kusema tunataka kuchukua chakula cha mwaka mzima polemba hmm, inawezekana bila hmm, kuhangaika kwenda sehemu nyingine hmm, lakini pia kilichokifurahisha zaidi kwamba Uh, godowns, um, ya kutosha kuweza ku, ku, kuweka kustor mpunga um, wetu mpaka pale tutakapohitaji kuja kuchukua. Na hiyo kama alivyosema, transportation iko nzuri, hiyo ya reli. Kwa hiyo ni rahisi pia kuchukua mpunga um, kutoka pale Mlimba kwenda Dar uh, es Salaam kwa urahisi na zinaingizwa kwenye mameli.